Karibu kwenye ulimwengu wa siri, karibu kwenye The Vault. Hii ni dunia ya siri, dunia iliyosheheni siri nyingi za ulimwengu. Leo tumekutana hapa kuzungumza masuala ya ulimwengu yaliyowahi kufanyika, yanayofanyika na yatakayoendelea kufanyika katika mataifa mbalimbali. Leo tukitazama ni kwa namna gani mataifa makubwa duniani yanahusika na upangaji wa watawala wa dunia, dhamira kuu ni kutazama ni vyombo vipi na njia zipi hutumika kutengeneza watawala wa dunia, huku mikakati mizito ya mauaji ya viongozi, mipango, mafunzo, vikundi vya ugaidi vinavyotumika kutengeneza falsafa mbalimbali na itikadi. Hii ni THE VAULT, karibu sana. Tungande kwenye jarida hili litakalochukua dakika zako 15 tu, tukitazama historia za ulimwengu mambo ya kuogofya yaliyowahi kutokea katika serikali na yanayotokea katika serikali. Tukianza, ulimwengu umekuwa na vitu vingi vinavyofanyika sirini. E, wapo watu wanaosema kuna tofauti kubwa kati ya dunia na ulimwengu. Watu wengi wanaishi kwenye dunia, lakini watu wachache wanaishi kwenye ulimwengu. Hawa watu wanaoishi kwenye ulimwengu ni watu wenye nguvu za hatari ni watu wenye uwezo wa kufanya chochote ambacho dunia itatii na kukiri kwamba kuna watu wana nguvu hii. Yote imezaliwa kuanzia mwaka 1945 mwanzo kabisa wa vita, vita baridi. Ulimwengu ulishuhudia mapambano ya makampuni au organization, mashirika ya kijasusi kutokea pande kuu za dunia, na hapa wababe wa ulimwengu walihusika kutengeneza hoja, falsafa na itikadi zilizoathiri mataifa makubwa mpaka mataifa ya chini, nchi zilizoendelea na nchi zinazoendelea. Sasa tunaitazama vipi historia hii? Tunarudi kunako eh, ulimwengu wakati dunia inashindana kimamlaka. Tunatazama vita kuu ya kwanza ya dunia kihistoria, na tunarudi katika vita kuu ya pili kihistoria. Sasa hadithi ya leo au eh, sibli za leo zitaanzia kwenye vita kuu ya pili ya dunia, lakini eneo kuu tutakalokwenda kutazama ni kesi stadi au jambo kuu, tukio kuu liliwahi kufanyika mwaka 1989 katika taifa la Panama, operation ya mapinduzi ya kijeshi kwenda kumng'oa madarakani dikteta aliyefahamika kama Manuel Noriega. Manuel Noriega ni nani? alitengenezwa vipi? Na kwa nini akaja kuonekana tishio kwenye ulimwengu? Basi utulia, tusonge. Wakati vita kuu ya pili ya dunia inachukua nafasi duniani, baada ya mjerumani kwenda kuishambulia Poland, kuonyesha ubabe katika itikadi zake, e, ndipo e, e, Winston Churchill mwanaharakati, mwana mapinduzi wa Kiingereza na waziri mkuu aliwahi kushika nyadhifa nyingi katika idara zao za ujasusi na vitengo kadha wa kadha, akaamua kusimama imara kujibu mapigo ya mjerumani kuivamia Poland. Na ndipo eh, Benito Mussolini kutoka Italia akaungana eh, na mjerumani pamoja na Japani wakaenda kufanya wakaunda umoja wao. Kwa hiyo kukatokea na makundi mawili makubwa duniani kwa mujibu wa historia upande wa Mwingereza akasapotiana na e, akaungwa mkono na Ufaransa, akaungwa mkono e, na Umoja wa nchi za Kisovieti e, ukiongozwa na Joseph Stalin, lakini Marekani alikwemo pia, ikiongozwa na e, Franklin Roosevelt. Hawa watu wakatengeneza ligi mbili. Unakumbuka mambo ya Pearl Harbor katika history? Sasa hizi au makundi haya mawili yalianza kupambana Kuonyeshana ubabe, kuonyeshana nani anajua, kuonyeshana nani ana nguvu zaidi katika ulimwengu. Hapo ndipo historia inaanzia ya kurudi huku kwenye hizi, hivi vitu au hivi, e, hizi mikakati za dunia asiri. Lakini kabla ya hapo, ziko historia nyingi nyuma zilizowahi kuonyesha kwamba kulikuwa na wababe wa ulimwengu kabla ya makundi haya mawili, na hususan tukiangalia Roman Empire historia iliyoonyesha e, e, dola ya Kiroma na mpaka hivi sasa inaingia kwenye rekodi ya kuwa dola yenye nguvu zaidi. Sasa nitakuleta hapa mbele, tunarudi baada ya muunganiko huu wa makundi haya mawili, wakaamua kuchagua kupigana vita mbaya, na kwa mara ya kwanza kihistoria silaha mbaya zaidi duniani zilitumika katika vita hii. Watu nyaraka na wataalamu wa historia wanasema ni wakati mbaya zaidi kuwahi kutokea katika maisha ya mwanadamu. Katika vita kuu ya pili ya dunia, ziko nyaraka nyingi zilizofichwa ambazo hazikuwahi kuonyesha madhara au wanadamu walivyopoteza maisha wasio na hatia. Sasa silaha za maangamizi kama nyuklia, mauaji ya laiki, masaka holocaust, watu wengi walichinjwa, watu waliuawa kwa kutumia eh, kemikali za kibayolojia, watu walikuwa wanapigwa na sumu. Watu wengi wanakumbuka kisa cha eh, Nagasaki na Hiroshima pale Japani, na ndipo mjapani waliponyosha mikono juu na kusema hashiriki tena kwenye hiyo vita. Sasa baada ya mafahari hawa makundi mawili kupigana sana kuanzia eh, mwaka 1939 kuja 1945, dunia E, Mjerumani aliponyosha mikono na kusaini makubaliano ya kukubali kupoteza e, vita kuu ya pili ya dunia pamoja na washirika wake, dunia ikawa inashuhudia mgawanyiko wa mataifa na ndipo historia chungu za watawala wa dunia zilipoanza kutengenezwa. Baada ya vita hii Mjerumani kuipoteza, Marekani na washindi wenzie kama Mwingereza na Umoja wa Soviet kwa maana Urusi na mataifa mengine walianza kutamani kila mmoja wao kusambaza itikadi za dunia, itikadi zake katika dunia. Alitaka yeye kuwa ni mtu atakayefuatwa kimtazamo kifalsafa na kihofu pia. Kwa hivyo kutokana na dira hiyo kukatokea mpasuko tena baina ya watu hawa walioshinda hii vita, kwamba e, Mwingereza, Mfaransa, Mrusi, Umoja wa Soviet kwa ujumla na Marekani wakatofautiana. Sasa Marekani akaamua kusimama peke yake, na Mrusi pamoja na Umoja wa Kisovieti wakaamua kusimama peke yao. Hapo sasa ndipo historia chungu ambayo nchi nyingi za Afrika, Afrika mashariki zinaendelea kutumikia uchungu huo mpaka hivi leo. Baada mafahari hao wawili kutengeneza utofauti, Marekani akaamua kusimama imara kutengeneza mfumo au imani yake, falsafa ya ubepari akataka kuisambaza duniani kwamba mataifa yote yaungane na ubepari kwa kuona kwamba akishika mataifa mengi duniani na kusambaza ubepari basi atakuwa taifa lenye nguvu zaidi. Kwa hiyo namba moja, vikatakiwa vitengenezwe vyombo vyenye uwezo wa kusimamia propaganda za ubepari kapitalism, nchi nyingi. Kumbuka wakati wa mwaka elfu moja mia tisa hamsini kuja sitini, sabini, themanini, mpaka tisini, hususan mataifa Afrika, mataifa mengi yalikuwa yanapambana kujikwamua kupata uhuru. Sasa basi, Marekani akaona huu ni mwanya wa kutengeneza viongozi kwenye mataifa haya, kutengeneza wafuasi kwenye mataifa haya ili nchi hizi zinaponyanyuka kuchukua madaraka, basi zianze kuwa e, wafuasi e, au vibaraka wa mifumo hii, na ndipo dunia ikaingia kwenye vita kuu ya tatu ya dunia, ambayo vita hii haijawahi kudhihirishwa, lakini imepiganwa kuanzia mwaka 1945 mpaka hii leo. Mrusi baada ya kuiumba kwa muungano wake wa Kisovieti akasimama imara, na yeye akataka kusambaza itikadi zake za ujamaa, akatafuta washirika na wakataka kushirikiana vizuri kabisa kuleta e, katika mataifa yote yanayojikwamua kiuhuru ki, e, ki, ki, ki katika huku Afrika na maeneo mengine duniani. Hapo ndipo palipozaliwa vita baridi, neno konyo. Vita hizi zinatajwa kuwa miongoni mwa vita za akili sana kuwahi kutokea duniani. Mataifa mengi yalikuwa yamejikita kupigana vita, vita hii kwa mkono mrefu pasipokuwepo katika uwanja wa vita. Sasa basi, vita hii ilipiganwa vipi? Marekani yupo kwenye ubepari e, Rusi yupo kwenye ujamaa. Kukafufuka kitu kinachoitwa e, vita vya kijasusi, vita mbaya sana Vita hii ikatengeneza mataifa haya kuunda vyombo vya kimkakati. Vyombo hivi vingekuja kusimamia sasa hiyo mikakati katika kutengeneza na kusambaza na kulinda maslahi mapana ya Marekani, na ndipo kwa mara ya kwanza e, ikatoka sheria ya usalama wa taifa ya mwaka 1947 kwa Marekani, sheria hii iliyoipa nguvu E, Marekani serikali ya Marekani na wizara ya ulinzi kwa ujumla kutengeneza e, chombo kitakachokuja kuwa muhimili wa masilahi mapana ya ubepari nje ya Marekani. Sasa hapo serikali ya Marekani ikaja kutengeneza kitu kinachoitwa Central Intelligence Agency, ndo ikazaliwa kitu kinachoitwa CIA. CIA ni idara yenye kujitegemea kimaamuzi, kimikakati na kimwongozo. Haiingiliwi na utawala wa serikali ya Marekani, lakini huwa inashauriwa na raisi na bodi ya wakurugenzi wakuu wa kiusalama ndani ya Marekani. Baada ya kutengenezwa kwa sheria hiyo, sheria ya usalama wa taifa ya mwaka 1947 iliyokuja kuboreshwa zaidi mwaka 1950, ikaipa nguvu CIA kuwa taasisi huru itakayosimamia propaganda. Sasa naomba, u, u, e, naomba usimame na unotsi vitu hivi, uandike propaganda, falsafa na maslahi mapana ya Marekani. Lakini umoja wa Soviet kupitia mrusi wao wakaja kutengeneza kitu kilichofahamika kama e, KGB. Ilipitia, ilipitia majina mengi. Vitu hivi vilipitia majina mengi kama special branch wakati eh, mfano mzuri kabla nchi nyingi za Afrika zijapata uhuru eh, vitengo vya usalama wa taifa, watu wengi wanazoea kuita usalama wa taifa katika mataifa ya Afrika ilikuwa inaitwa Special Branch. Kwa hiyo hizi Special Branch zilikuwa zinatumika kama chombo huru cha kutafuta taarifa, kuzichuja na kuzifikisha kwa wakuu au viongozi wakuu wa taifa husika. Sasa Urusi wakatengeneza KGB, Marekani akatengeneza CIA. Hapo ndipo hadithi zetu zilipoanza kufufuka. Sasa basi, CIA kwa miongo mingi wamekuwa wakihusika na vitu kadha wa kadha. Moja nimesema wamehusika na operesheni zenye kubeba mikakati au kubeba maslahi mapana ya taifa la Marekani. Black operation, wengi huzifahamu hivyo operation ngumu nyeusi. Wamehusika kwenye mauaji ya viongozi wakuu wa serikali mbalimbali za ulimwengu, assassination. Wamehusika kwenye operation wa uibaji wa taarifa nyeti za mataifa kadha wa kadha duniani kwa lengo la kutetea maslahi mapana ya taifa la Marekani kiuchumi, kiusalama na kimaendeleo. Urusi vile vile. Sasa basi, viko visa visivyoisha lakini leo nataka nije kukupa kazi za mashirika haya mawili ambayo itatupelekea kutazama kesi stadi yetu ya Manuel Noriega na watu wengine waliowahi kutengenezwa kupitia mashirika haya na wakaenda kuwa gumzo katika ulimwengu na wakapinduliwa. Sasa basi, vita hii au ujasusi ni nini? Ujasusi ni kitendo cha mtu, taasisi, shirika au serikali kuchukua taarifa nyeti kutoka kwa mtu taasisi serikali nyingine ama shirika lingine kwa maslahi mapana ya usalama wa taifa A. Kwa hivyo, kitendo cha uchukuaji wa taarifa kutoka katika taasisi A B hata C bila dhumuni au bila ruhusa kutoka kwa taasisi hiyo ni kitendo kinachotafsiriwa kama eh, ujasusi. Na sio lazima iwe nchi, mtu au shirika fulani. Ujasusi hufanyika pia mpaka kwa rafiki na rafiki. Katika maisha ya kawaida unaweza ukagundua rafiki yako anataka kusain bili gani, anaongea na kina nani, au mpenzi wako anawasiliana na kina nani. Hiyo ni mikakati ya ujasusi pasipo na taarifa yake. Kwa hivyo Marekani ikaanza kufanya mkakati huo sasa mkakati wa kutengeneza CIA baada ya hiyo sheria ya mwaka elfu moja mia tisa arobaini na saba ukazaa operesheni nyingi mbaya sana, operesheni ambazo zimebaki kwenye taarifa e, zingine ambazo hazikuwahi kuachiwa, lakini zingine zimewahi kuachiwa. Sasa nimekupa mifano miwili, lakini kuna washirika kadhaa waliowahi kutengeneza idara hizo, mfano Uingereza wana kitengo kinaitwa